Wama hi akhbaruka, nani zipi ya khabari zako au kuna khabari gani kutoka kwako e. Lakini hapa tukitafsiri wama hi akhbaruka, nani zipi akhbari zako, maana yake una khabari gani. Alhamdulillah walminnatu, sifa njema zinamstaikia Allah walminnatu na neema Al-umuru ala ma yura, mambo yapo kama yalivyotarajiwa. Wa anta na wewe e, manake yakikusudia na wewe, vipi hali yako. Alhamdulillah sifa njema zinamsaikia Allah. Wa shukuru kullu shay'i ala tamam, na shukurani ya kila kitu kipo sawa kwamba kushukuru kwangu kila kitu kipo sawa. lutfan tafadhal, hal li antaarafa arra, anta ala ismika e, je itanipasa kujua jina lako. Akamjibu bikulli sururin, kwa furaha zote. Ismi, jina langu fulani. Kwamba hapo ameweka deshi, utaweka jina An'im wa akrim, akamjibu: an'im wa akrim. An bihadha lism, neema iliyoje na utukufu ulioje au karimu ulioje. Bihadha lism, wa hili jina, akimpa akimpa e, sifa katika jina lake lilivyokuwa zuri ashkuruka basi, akamjibu ninakushukuru. Ashkuruka na ni kushukuru, ashkuru. Wahadha min tib akhlakika, na sifa hizi ni kutokana na uzuri wa e, tabia zako. Wahadha min tib akhlakika, na huko ndo miongoni mwa uzuri wa tabia zako. Halaka laka antuarifana ala ismika, je utaweza kwako kutujuza kututambulisha sisi jina lako. E, halaka je, kwako je, na kwako halaka je, na kwako antuarifana ala ismika, utaweza kutujuza, utaweza kututambulisha jina lako. Lima la, kwa nini nisiweze? Yani imekuwa hapa neno moja ambalo halipo kwamba lima la uarifuka E, maanake wakizungumzwa wawili na hapa tumeona ametumiwa nuni hal laka an tuarifana, maanake inawezekana akiwa wanazungumza wawili, lakini awakawepo zaidi ya watatu naam, lakini akas, akamjibu limala lima limala, yani kwa nini ni sikujuulishe, maanake jina langu lima la, e, e, la, la, yani e, la uarifuka ismi hapo nimeongezea maneno kwa sababu hapo wamefupisha kwa sababu Kiarabu, Warabu hawataki maneno mengi, huwa wanafupisha na kwa ku... kusimamia na sukuni maneno yao. Lima la ya akhi, kwa nini sikujulishe jina langu wewe, ndugu yangu. Bikulli rahabati sadiri, kwa furaha ya e, nafsi yangu au kwa furaha zote e, akhuka fillah fulani, kwa utaweka jina ndugu yako kwa ajili ya Allah fulani. ashatil asmau akatumia kama kunia hapo e, yani afwan, kinaya. So kunia ni kinaya, makisema kunia ni jina e, ambalo e, umetokana na katika ukoo wako, lakini ukisema lakabu ambalo umepewa jina. Kuna kuni, kunia na lakabu, lakini hapo umekusudia kusema kinaya aishat lasma wametumia kama kinaya, maana yake kuu aisha ni kuishi. Kwa hiyo yameishi majina, tunaweza kusema hapa yamekuwa majina e, yamezoeleka majina. Naam, tuseme hivyo, yamezoeleka majina e, watasharaftu kathira, na yamepata utukufu sana e, bimaarifatika, kwa kujua wewe. Kwa kule majina yameshakuwa ya yamezoeleka, lakini mimi nimepata utukufu sana kwa kujua wewe. Basi akamjibu, kulluka sharafu he, yote hayo basi wewe ni mtukufu. Bal ana bali mimi alladhi tasharaftu, ambaye nimepata utukufu. Bimaarifatika, kwa kujua wewe. Samhan samhani, e, min ayati madinatin ant, kutokea wapi e, au kutokea mji gani wewe? Yani unatokea mji gani wewe? Akamjibu fil asli min madinati e, asili. Basi mimi ni asili, ambapo nimetokea wapi? Kutoka madina, yani kutoka mji wa desh. Utasema fil asli min madinati e, Zinjibar, kama asili inatokea mji wa Zanjibar, yani Zanzibar. fi iklimi e, aman au fi iklimi Magomeni katika e, kijimbo cha Magomeni au katika mtaa wa Magomeni. Hii kilimu inaweza kusema kijimbo au mtaa anavyotemika na hiyo sehemu. Wa adhurusu huna nani, nasoma hapa. Akaendelea kumjibu naye ama ana ama mimi, fa mimmadinati e, da daru salam, mimi kutoka mji wa Daru Salam atabiat liklim ambapo unapatikana katika mtaa au kitongoji atabiat liklim, uh, Kariakoo wanasema wenye kupatikana katika kitongoji cha Kariakoo. surirtu kathiran biliqaika, nimefurahi sana kukutana na wewe. Akamjibu wa ana akthar, na mimi zaidi. E, na mimi nimefurahi zaidi. faqad abehajatni basi kwa hakika umenipa tabasamu mimi au umenitabasamisha. Maana yake umenitabasamisha, umenitaba au umenifurahisha. Kama tukitumia suritu na abhaja hii, suritu maana yake furaha ndani ya moyo, na hii abhaja nani? Katika kinywa, katika uwazi wa mtu, ambapo anapomfurahisha basi hapo hapo anatabasamu. Oh, fakad abhajatni maarifatuka basi kwa hakika umenipata basamu mimi, kwa kujua wewe. Wakamaliza maneno na kusema, naltaki ala khairi insha Allah, tutakutana e, salama. Mungu akipenda, fi amanillah, amani. Basi Mungu afanye amani kwa Mwenyezi Mungu, basi iwe ni amani kwa Allah. E, basi iwe ni amani kwa Allah, tukutana tena niwe imani Tafsiri hivyo maana, waarabu wakiagana waki wanaagana kama hivyo. Sisi tukiagana Waswahili baadaye baadaye, lakini hakuna hata dua. Lakini katika Uislamu tunapaswa tufundishane, tukiagana basi angalau tuombeane dua. Inshallah, amani, fi amanillah ni dua hiyo. Naam, inshallah Allah wanahnu naqul sanaltaki inshallah fi

Na Mwenyezi Mungu atujalie tukimaliza hiki kitabu salama usalimini. Usisahau kusubscribe na kulike na kushare ili tupate mwendelezo zaidi wa darasa zetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.